Nam, habari leo, nitaenda kuzungumzia jinsi e, ya kumsoma e, mpenzi wako kwa mbinu za kisaikolojia. Unajua sanaa ya saikolojia sio kwamba ni sanaa ngumu e, na sanaa ambayo haiwezekani, ni sanaa tu ya kuelewa jinsi ya kila binadamu anavyofanya kazi na, na ukishajua jinsi ya kila binadamu anavyofanya kazi na tabia zake una uwezo wa kumsoma mtu. Ndio maana saikolojia tunasema ni somo ambalo tunasoma akili ya binadamu. Hasa leo nitakupa mbinu ambazo unaweza kuzitumia, na ukawa na uwezo wa kumsoma mpenzi wako na ukajua ana hali gani. Lakini kama ni mara kwa kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa sehemu ya kwanza kabisa ambayo unaweza kumsoma e, mpenzi wako na ukajua hali yake na ukajua e, kitu ambacho anawazia ni kwenye lugha ya mwili, na nikwambie tu au nikupe siri e, mwili wa binadamu huwa unaongea zaidi kuliko maneno. Ni asilimia tisini na tatu e, ya lugha ya mwili ina ngumu zaidi ya kuonesha vitendo kuliko maneno ambayo mtu anazungumza kwa hiyo mtu anaweza akasema maneno lakini mwili ukasema zaidi kuliko yeye, kwa hiyo ya kupitia hilo ndo tunaweza kupata vitu ambavyo tunaweza tukajua hata kabla mtu hajasema kwa maneno. Mtu anaweza kasema kwa maneno kitu tofauti lakini na mwili na wenyewe ukasema kitu tofauti. Sasa kwenye mwili huwa tunaangalia vitu vifuatavyo. Cha kwanza kabisa tunaangalia kwenye macho. Sasa kwenye macho huwa tunaangalia kwenye ile mboni ya macho. Sasa mboni ya macho inapotanuka na kuongezeka huwa ni ishara ya mtu kavutiwa na mtu fulani. Yani, kwa mfano umekutana na mpenzi wako kaona mboni macho yake imetanuka imekuwa kubwa, hiyo ni ishara ya kuwa anakupenda na amevutiwa sana na wewe. Kwa sababu gani inatokea hivi? Kibiolojia, huwa kuna kemikali inaitwa dopamine. Huwa inazalishwa pale mtu anapofurahi na anapojisikia vizuri. Kwa hiyo hii inatokea automatic kwamba mtu anapomwona mtu anayempenda ile homoni au kemikali inamwagwa na ikishamwagwa, inapelekea zile mboni za macho kufunguka zaidi. Kwa hiyo ukiona mpenzi wako ukataka kujua anakupenda zaidi mwangalia kwenye mboni za macho lakini sehemu nyingine tunayoangalia ni mikao ya mwili e, mfano umekaa na mpenzi wako ukaona mwili wake umeelekea pembeni e, yaani hamwangaliani e, hiyo ni ishara kwamba hafurahii maongezi unaozungumza na hajavutiwa na, na wewe. Lakini e, kama mmekaa ndani na ukaona miguu yake imeelekea kwenye mlango au umeelekea pembeni, hiyo ndio pia ni ishara kwamba havutii na mazungumzo yanayofanya. Lakini kama mpenzi wako anakuangalia vizuri na mkao wake wa mwili eh, kuanzia miguu yote imekutazama kuelekea upande wako eh, manake huyo anafurahia mazungumzo, lakini pia anakupenda na anafurahia kile ambacho na kizungumza. Lakini kitu kingine huo tunaangalia miguso e, eh, ukiwa na mpenzi wako kuona anajigusa shingo, anajigusa e, kwenye koo mara kwa mara anachezea chezea nywele hiyo inakuwa ni ishara ya wasiwasi au kuna kitu anakuwa anakificha. Kwa hiyo unapokuwa unafanya mazungumzo au mnafanya mada fulani ukiona ghafla anaanza kushika shingo, anaanza kushika e, labda maeneo kwenye koo, e, sana sana kwenye shingo, e, hiyo waga ni hali ya kujituliza kunjit, kwa sababu unakuwa na mgandamizo wa ndani. Sasa ile kufanya vile eh, waga tunaita ni pacifying behavior kwamba anakuwa kama anajituliza. Kwa hiyo ukikuta yeye anakuwa hatambui lakini automatic kwa sababu unakuwa unamsukuma ndani, inampelekea anaanza kufanya hivyo. Kwa hapo unaweza kumsoma pia ukajua huyu mtu ana hali gani, kwa sababu mtu anayefanya hivyo mara nyingi anakuwa na wasiwasi au ana woga au anakuwa na kitu fulani anaficha. Kwa hiyo ukishalewa hivyo, unajua kwamba mwenzangu yuko kwenye hali hii. Lakini sasa, kitu cha pili ni kuangalia baseline. Sasa baseline ni nini? Baseline ni hali ya kawaida ya mtu. Mfano, mpenzi wako yeye kwa kawaida ni mtu mkimya, haongei sana na anapokuwa anaongea anaongea sauti ya kawaida. Hiyo ndio baseline yake, yaani tabia ya kawaida ya mtu. Lakini siku unamkuta anaongea kwa sauti ya juu, sauti ambayo sio kawaida, anaongea sana, hiyo inakuwa sio baseline yake. Sasa ukitaka kumsoma mtu, cha kwanza kabisa ujue baseline yake, kwa sababu kwenye baseline ndio unajua msingi wa tabia ya mtu. Sasa mtu akienda kinyuma na baseline yake, hapo sasa ndo naweza kuweka doubt kwamba kwa nini katoka huku kaenda huku, hapo sasa ndo unaweza kumsoma mtu kwa sababu e, kwenye baseline ndio tabia yake asili. Anapotoka kwenye baseline e, amezoea labda huwa anaongea e, anainua mikono anaonyesha ishara hiyo, e, siku ametulia anajibu majibu mafupi, hiyo inakuwa sio baseline yake. Sasa kwenye baseline lakini pia usimhukumu kwa tukio moja. E, ukiona tukio moja tu usihukumu moja kwa moja. Angalia matukio yanavyojirudia na ndo hitimisho kwamba huyu mtu hayuko kwenye baseline yake. Kwa kila mtu ana baseline yake. Kwa mfano unaweza kukuta wewe kuwa ni mpole, mkimya, haongei sana, hiyo ndo baseline yako. Sasa siku ambayo labda umepata msisimko wa kitu fulani au jambo fulani, lazima utatoka kwenye baseline. Sasa ukitoka kwenye baseline hapo sasa ndipo e, unaweza e, ukamsoma mtu tabia yake lakini pia e, mbinu ya tatu ni kusikiliza sauti na maneno. E, mara nyingi kwenye sauti waga tunangaa toni ya sauti, mfano mtu anayeongea sauti ya hasira ya juu sana kwa mambo madogo madogo mara nyingi inakuwa ni ishara kwamba kuna mgogoro wa ndani ambao bado hajaushughulikia vizuri. Mazungumzo ya kawaida, unaona mwenzako anapandisha sauti inakuwa juu zaidi eh, kwa kitu kidogo sana. Hiyo ni ishara kwamba kuna jambo ambalo lipo ndani yake bado hajalifanyia utatuzi vizuri na linamletea changamoto kwa ndani. Kwa hiyo pia inaweza kupa eh, picha kwamba huyu mtu ana changamoto eh ambayo inamsumbua na ndio maana inamfanya anakuwa anakuwa kwenye hasira au maneno ya juu zaidi bila hata kuakontoro, kwa sababu asilimia kubwa eh, mtu anaweza kuongea bila hata yeye, bila kujijua, kwa sababu inakuwa ni hali ya kihisia, na hisia hizi zina nguvu kubwa ya kumuongoza mtu bila hata kujua. Lakini pia maneno anayoyarudia, sikiza maneno sana anayoyarudia, ukukuta anasema eh, mimi daima napenda e, tuwe na upendo au akawa anazungumzia masuala ya uaminifu mara nyingi, nakuwa na ishara kwamba hicho hicho kitu ndio kipaumbele chake na ndio kitu ambacho kinampa hofu na wasiwasi. Labda kwa mfano anasema mimi eh, na wasiwasi sana mtu ambaye ana chiti au napenda sana mtu ambaye hachiti. Mara nyingi hicho kitu kipo kwenye akiri, akina, aki sana. Kwa hiyo na na e, e, kama kuna wa kihisia hawezi akasema Ee, mimi badala yake atasema sisi. Sasa kwa leo e, kwa kipindi hichi nitaishia hapa. Usikose sehemu ya pili ambayo utaendelea e, na saikolojia ya jinsi ya kumsoma mpenzi wako e, lakini kama kuna sehemu hujaelewa katika sehemu hii unaweza ka comment na mimi nitakufunilia vizuri. Asante sana kwa kunisikiliza, tukutane kwenye sehemu ya pili. Baba, bye bye, na uwe na siku njema.